Jambo, msikilizaji na mtazamaji, na kukujia moja kwa moja kutoka eneo la Ngukin. Hapa ni katika eneo bunge la Samburu Magharibi, kilomita chache tu kutoka eneo la Kisimaa. Mara nyingi kaunti ya Samburu huhusishwa na ufugaji, lakini amini usiamini, baadhi ya wakazi wa, wa kaunti ya Samburu wameamua kuzama katika uzalishaji wa mimea, na hapa tulipo, nipo katika shamba la kitunguu katika eneo hili wakulima wamekumbatia unyunyizaji wa mashamba na hapa wanakuza mimea tofauti tofauti, kuanzia kitunguu, nyanya, matikiti maji na mimea aina mingine. Naitwa Emmanuel Matano, karibu sana katika makala ya kilimo hai. Hii leo tutaangazia uzalishaji wa kitunguu. Msikilizaji na mtazamaji kama nilivyokuwa nimekujuza hapo awali ni kwamba nipo katika eneo hili la Gokin na nimekutana na mkulima ambaye tutakuwa tunazungumza naye katika makala ya kilimo hai siku ya leo. Hujambo? Sijambo. Habari ya Gokin? Nzuri. Naona kwamba hali si mbaya, mvua imenyesha, naona pia katika shamba mambo si mabaya. Naam. Na karibu sana katika makala ya kilimo hai, itakuwa ni bora iwapo unaweza kuanza kwa kujitambulisha, unaitwa nani? Asante. Kwa majina yangu naitwa Paul Lesomonjo. Mm -hmm. Uh, mimi ni mkulima <laughs> Na tunashukuru at least Samburu sasa tuna, tunaweza fanya ukulima. Aha, watu wengi wanasema kwamba watu wa, wa kaunti ya Samburu ni wafugaji. Naam. Wewe ili, ilikuwaje mpaka ukaingia katika kilimo cha mimea? Naam, okay. nilianza tu kama mwa, mtu wa kawaida kama vile wengine hapo nilipomaliza dakika like, kidato cha nne, nilianza kufanya vibarua vibarua tu hapa na pale culture work kama mtu yule mwingine wa kawaida maisha ya kawaida kama kawaida. <coughs> nikaanza kujua jinsi ukulima inapofanywa. Hapo hapa wali mimi nilizaliwa tu kama mto, mma, mtoto wa familia ya ufugaji, tukaanza kufuga kama, kama wengine, lakini kwa kawaida maisha maisha haiendi nywe kama, kama kawaida na maua na, unavuka kiwango baada ya kiwango. Kuna kiangazi kuna nini, mali ilididimia na ikawa kidogo pia kuna shule hapa na pale, mali ikaisha, tukawa tu tuna, tunafanya vibarua kama kawaida. Hapo ndipo nilipoweza nilipo kujua jinsi ya ukulima nilipokuwa pale vibaruani <tutu> huu ujuzi wa kilimo ulisomea ama ulienda kwa mashamba ya watu tofauti tofauti ukajua jinsi watu wanavyofanya kilimo? si kusomea, bali nilienda tu kama k okay, hata ingawa ni masomo tu pia, kwa sababu ni unaenda kufanya vibarua, unaona kama vile jinsi wanavyofanya, pia wewe unajifunza kutoka pale. Uh, nilianza tu hapo nilipomaliza kidato 2020, mm -hmm. Mwaka 2021 22 hapo ah. mm -hmm. Hapo pale. Mm -hmm. Naam. Hapo ndio nilijua kukulima sasa. Naam. Na ilikuwaje mpaka mkaja mkaanzisha kilimo katika mm -hmm. Sehemu hii ya Kukinda pia vile vile naona kwamba ni mahali ambapo mnafanya unyunyizaji mashamba, yani irrigation. Naam. Wakati mashamba yaligawiwa, uh, unajua sasa panapogawiwa kila mtu atakuwa na sehemu yake. Naam. Uh, tulipogawiwa tulipata bahati ya kwamba hapa kwetu Ngokini tulipata ilikuwa purposely for irrigation na pia livestock, na tukapata pia bahati ya kwamba mashamba yetu yako karibu na damu mm -hmm. na tukawa pia tuka, nikapata rafiki yangu mmoja ana, anaweza mimi mwenyewe ni siku, anaweza kuweka system ya maji mm -hmm. na hata ingawa tulijua mwanzo ya kwamba shamba iko karibu na maji iko karibu mita 500 kulima na yeye mm -hmm muda mchache mm -hmm. Nilikuwa na nia ya ukulima mm -hmm. na hata ingawa si mm -hmm. lazima ningemwambia ninataka kulima mm -hmm. Tukaanza pia na hey, kama mfanyikazi, miezi mbili hivyo, nikaanza kulima mwenyewe mm -hmm. Ndio sasa maana nilianza kuzamia kwa ukulima kwa sababu mm -hmm. hapo awali nilijifunza na nikawa na ile passion mm -hmm. ya kutaka kulima but sikuwa na ile uwezo wa kuweza kulima, lazima ningelete ya pia. So, hivyo ndio tulianza na tukaanza tu ile kulima kidogo kidogo na, na, hadi sasa mahali tulipo. Ehe, nimeona na, kwamba unakuza kitunguu katika sehemu hii. Naam, kuna mimea aina mbalimbali ambayo inakuzwa katika eneo hili, lakini mbona specifically ukaamua ni kitunguu? Ah, niliona kitunguu ndio ile, ile, okay, kulingana na ile ujuzi ambayo ni kidogo nimepata imepata kufanya. Fanya na ile kiwango yake ya gharama mm -hmm. <coughs> na pia unaangalia wakati huo unapofanya hiyo mmea hapo awali hapo mbele unapovuna litakuwa mm -hmm. na pesa ama itakuwa. lazima ufanye kulima na, na lengo ukulima na lengo. na sana sana mm -hmm. mm -hmm. huwa tunasema tuna mwezi wa kwanza wa mwaka hadi mwezi wa tatu wa nne, hapo tuko na mm -hmm. bei ya kitunguu si mbaya mm -hmm. Hivyo ndio maana nimewekelea ni kitunguu wakati huu mm hata -hmm. Ingawa hapo awali tunasafanya huwa tunafanya tu mmea, mmea moja mm -hmm. Kwa, kwa wakati kulingana sasa na bei ya wakati huo umesema kwamba kwanza mwezi wa kwanza no. Na pengine, Ah, okay. Kama kama mfano kitunguu uh, kitunguu mm -hmm. Kitunguu, sisi wote Tanzania mm -hmm. na mataifa hayo mengine ya jirani mm -hmm. eh, sasa Tanzania tunajua kawaida valio yao ya pesa ni kuliko yangu kwa sababu Na. ya kibei. Naam, sasa hapo ndio shida inakwanga kwa, kwa mwezi wa tano, sita, saba, nane mm-hmm. hapo ndio shida iko mm-hmm. hata ingawa pia sisi lazima sisi wenyewe tu, tu, tumewekelea si Tanzania peke yao mm-hmm. Hiyo ndio maana bei huteremka wakati huo mm-hmm. lakini si miaka zote huwa mbaya sana mm-hmm. Naam. Haya, nataka kwa hivi sasa uweze kutupeleka hatua baada ya hatua mm. Mimi nataka kukuza kitunguu no. na njia wapi? Ah, unaanza tu kama okay, well, okay. Itategemea kama uko na shamba yako ama pia ni shamba ya kukodisha unaanza. uh -huh. Kwa kukodisha shamba kama wewe si mwenye shamba uh -huh. Nam, unaanza tu kwa kutafuta mbegu uh -huh. ah, na pia okay, tuanze kwa kulima kwanza. Umepata shamba eka moja mbili, ile unataka kulima, inategemea kama ni shamba mpya, ndio unaanza kulima, gamba ni shamba ambayo huwa imelimwa na wakati fulani. Sasa hizi shamba mbili, si si, haitatoa masao the same. Kuna hii shamba mpya kabisa, ndio unatoa fisiki, labda miti, ndio unatoa mawe mara ya kwanza kabisa, hiyo shamba ni tunasema ni tajiri. Aha. Kwa zile madini madini, madini. Na rutuba mm -hmm. Na kuna ule shamba ambayo umelimwa mm -hmm. Labda umeshoka itategemea. mm -hmm. Pia shamba mmea, ule ni mmea gani pia ulikuwa hapo mwanzo hapo. Uh, ndio wakulima wengi una, unafaa kusingatia sana, kwa sababu hapo ndio kila kitu taanza. mm -hmm. Ikiwa shamba ishawilimwa mm -hmm. Na kilimo yake pia kipesa ama kulima mara ya mwanzo haitakuwa same na ule uh -huh. mkulima mwenye analima shamba mpya kabisa uh -huh. Naam. Sasa tuseme tuje kwa huyu mwenye yake ni mara ya kwanza kabisa sana sana uh -huh, huku sana hii area yetu tunalima eka moja na elfu sita ama elfu sita sana sana. Wanakuja kwa nasari. Wanakuja kwa nasari. kisha kukuwekelea, kukuwekea pale kwa nasari, okay wanakuitia mbegu yako, after one and a half months unaenda unapiki. Lakini sana sana kama wewe mwenyewe unataka kujiwekea, kuna watu wanataka kujiwekea pale wenyewe eh, unakuja tu unatengeneza hiyo hiyo hiyo nursery bed. Kuna raised bed, kuna sunken beds. Sasa unatengeneza tu yako kulingana na msimu wenye uko. Msimu wa mvua, msimu mm -hmm. wa jua. mm -hmm. Una, unaangalia pia kwa sababu ukitengeneza raised bed, unahakikisha una, unajua mm -hmm. kwamba hiyo ni wakati wa mvua sana, sana. Ah. Na pia kuna mkulima anafadhalisha tu atengeneze mwenyewe. Kuna ule wa sunken beds, hiyo ni wakati wa jua peke yake ndio huwa tunafanya hivyo. Naam. Unahakikisha tu umetengeneza by the time unataka mwenye. mm -hmm. uh, wa naam. kupanda mm -hmm. huo umehakikisha shamba imekuwa ready. Tuja sasa kwa, kwa kupanda hapo ndio kisumbu mkuti. Aha. Kwa kupanda sasa hapo ndio okay, tumenunua mbegu mbegu nyingi za kivitunguu kama vile wave, red pino. Aha. kuna Neptune, yeah. kuna Jaba. Okay. Mimi sana sana ufanya African Red. Aha. ya kampuni ya Sijenta na hiyo ni kwa sa, sababu ni iko na kala nzuri. Aha. na pia bulb yake ni uniform uniform . Aha. Kwa sababu kitunguu pia ukikuja kuuza itauzwa ita, ita yeah. na size size yeah. Sizes, yeah, chips yeah. And that hapo nde my grade grade 1 2